Mzaramu, niambie ni dakika 90, zinatamatika hapa mm, jini ikatoka Laki e, lakini mganga hoi kweli. Lakini sie sidhani kama leo tumekuja kwa ajili ya matokeo, tumekuja kama kujiandaa kwa ajili ya mechi ya Tabora na ya tarehe mbili. Aa, msalamu e, situlishamaliza kule, unataka tumfilisi mama Samia kule? Tulishamaliza mechi na wao. Sare hapa wamefurahi kwelikweli si wanajua kwamba wanacheza na timu kubwa bwana, na siku zote tunasemaga msungu msungile mdodo mkulumiago usungululiana. Kwa hiyo kuna watu wamefurahi, sare. wale wale wamefurahi, sio wengine. Hao wengine sidhani wamefurahi pia, lakini wale pia wamefurahi, ndio maana ukaona, yani mtu unataka matokeo unapoteza muda unataka usifungu, wanachelewesha muda, mipira wanarushwa uwanjani ili hali tu wasifungwe kwa hiyo wao ile kutokufungwa hapa wameona jambo zuri, kumbe sie wachezaji wana nani? Si umeona dakika za mwisho tukawa tunawapresi ili tuwafunge muda ukutosha. Azam FC mm. hey. mechi nne zote ushindi. Singida Big Star hey. mechi nne kashinda tatu, sare moja hey. Dar es Salaam Young Africans hey. mechi nne kashinda hey. tatu, kafungwa moja. Simba Sponga hey. hey. mechi nne hey. katoa sare mbili Kafungwa mbili. Kwenye uo msimamo nyinyi mko chini. Katoa sare mbili, kashinda mbili, sare mbili na nani e, na nani? Si mechi ya mwisho mmetoa sare hapa hapa zidi ya wale nani? Gaboroni. Ah, wale wa kule, unahesabu wa kule. Sasa hizi mbili uwezi kuzihesabu hizi mbili hizi. Kwanza kwanza hizi mbili unazozihesabu, umeona tulikuwa hatuna kocha, mpira una mifumo. Hebu labda nikwambie kitu kimoja kwanza, tulivyoenda kucheza kule wapi kule Iswatini, uliona mabadiliko makubwa ya mpira Iswatini. Tulikuwa na huyu bwana matatu, matatu. matatu. matatu. matatu. matatu. E, sasa alichokifanya, uliona hata unavyoshambulia unaona mbele wengi tunaongezeka, idadi inakuwa nyingi. Hata lile goli tunafunga, unaona wao wako mabeki watatu, sio washambuliaji wako wanne, tofauti na Fadlu. Ilikuwa kila unavyoshambulia mbele striker mmoja ajipapatue huyo huyo ndo utofauti huo na mkua, toka mkua, tumeanza mkua, kwenye mashindano ni huko tunakuja huko mm. Hey, yani huku nakuchambulia alafu tunakuja huko <laughs> tulivyoanza maya mashindano ya kimataifa ilikuwa mm. ushindi wake kwa tabu mbili, kwa tabu mbili, lakini anazuia sana kutokufungwa afikisha finali huyo. Sawa, ndo nakwambia, kwa tabu mbili. Ina maana ndio maana tulishindwa hata ku kwa tumefika mtu tumempiga nne kwa mkapa tatu mbili, kwa taabu tulimpiga mbili yule almasri tulimpiga mbili, alafu yeah, kuna yule nani tulimpiga mbili, hatukuweza mm. kumpiga tangu, kwa sababu mbele kwenye wafungaji mm. sweka anakuwa mmoja. Kwa hiyo tukiwa tunakwenda tunapiga mpira kati, tukiwa tunashambulia hawaongezeki lakini huyu kocha umeona wanaongezeka sasa. Leo kaja kawaambia tu, hebu twendeni tucheze huko. Akawa striker hajaweka kibu yule. Ukimweka namba tisa unamtengenezea uadui na mashabiki. Ukimweka sio leo, kila siku yoyote, hata hmm. uko nyuma, nyewe wenyewe mnajua ukimwona tembo kibu hachezi, basi huko ndio kwenye timu ndogo. Hii timu kubwa ukimchezesha, kwa sababu kibu hujue, hawezi kukubali kukaa palepale kama golikipa, lazima aje chini adonyoe. Kwa hiyo kuna mipira mingi kule uipate, ukimweka bwana, weka palepale kama mlingoti, hata zile masozi zake anazotaka kukimbia na watu ape kimbie, ujue kipindi cha pili kipindi cha kwanza kule, kipindi cha pili huku, Kibu ulimwona alikuwa hayupo tena kwenye mlingoti pale, walivyoingia wale ulimuona alipokuwa anakata mbuge, ile ndo anayoyataka yeye, akimbizane na mabeki aondoke, aidha apige cross, akikaa vizuri apige, ndo alivyo Kibu. Kwa hiyo ina maana kocha hapo leo alipokuja, akasema aah, tuanze hivi kwa sababu na naweka energy kwenye wachezaji wangu, tumetoka safari na nini. Eh, makocha wa Simba wamembadilisha Kibu. Kibu anacheza winga kibuwinga ukikosea umekosa unamweka namba ya 10 kume nipe rekodi msimu wa elfu mbili na ishirini na moja ishirini na mbili Kibu Denis amefunga goli nane, mfungaji mm. bora wa Simba hey, simu hey. nyingi amecheza hey. hey. ame kama striker wa mwisho? Hapana, hiyo unayoisema na... haya ah. subiri subiri, striker alikuwa nani? Alikuwa yeah, nani wa Simba? Alafu John yeah, uh, Boko alikuwa ukimwona yeye ana goli hizo, ana goli hizo John Boko ana kumi na tano Kagere ana kumi na tatu aliyokuwa majeruhi Kagere, si ndio aliotoka, mfungaji bora Kibu, ah, ah, akuda. <laughs> Kibu, Kibu, mfungaji mfunga bora elfu e mbili kumi na ngapi? Ishirini na moja, ishirini na mbili, Simba bingwa ishirini na moja ishirini na mbili, mfungaji bora mfungaji bora. Kaangalie vizuri kaangalie vizuri, tusimame na hili hapa. Simba kwa Mkapa ni kama vile hatoki mtu, lakini mechi mbili zimetoka sare mechi ambazo mmecheza kwenye michuano hii ya kimataifa. pengine labda mnaangushwa na kitu gani haswa? tusije tukaanza kushuhudia mengine yale ya Simba kwa Mkapa atoki mtu kwenye hatua ya makundi watu wakaanza kufika rasmi wakawa wanatoka la kwanza, la kwanza kwa Mkapa atoki mtu kwa Mkapa atoki mtu neno letu la kwanza hmm. ni lazima tukamilike ili hiyo kauli uibebe lazima tukamilike kwa Mkapa atoki mtu, kazungumza mechi ya kwanza tulitoa draw juzi mm, mashabiki tukiwakokobichi sawa. Uh, sawa yeah. Ili tuitimize kwa Mkapa atoki mtu lazima, uh, ile nguvu moja itumike, uh. Umeona uh, ile nguvu moja itumike uh. Hey. Hey. Yani wote tuwe uwanjani, kama hatujakuwa uwanjani ina maana nguvu moja haikutumika sawa, mm. Sawa mm. Na kiukweli ile mechi ilikuwa muhimu, mm. Umeona hey ile tulikuwa kukuhili. Huku ehe, huku tupate matokeo. Tumepata nafasi, tumepoteza, lakini na wao walikuwa watu wa mpira hmm. Pale ndo tulipomwona kocha matatu walikuwa wanatukabia juu, umeona eh hey, kocha wa boli. Kwa hiyo nasie tukamchukua yule, kile tulichokiona ndo akuja, na tumempa ile mechi ya kwanza kule, kafanya mambo, watu wote walitaamaki, walishangaa, huyu kocha atakuwaje huyu? Anaweza kujikoga mtu tisa leo mkuu, leo mkuu pungufu. Leo hatukuwa pungufu, lakini leo mechi tulikuwa tushaimaliza. Unataka hela mama Samia tuhujumu uchumi? Sie tushakolfai, tuchukue hela ya nini? Watu hospitali mada, madawa yanatakiwa. Alafu ukiangalia mbele, tuna mechi mbili na sie kwenye ligi. Tumepania mwaka wetu, kila mwanasimba anajua hii kukosa haiwezekani. Kwa hiyo kila mtu atauliwa, hata kifurugobe, ili mradi tuchukue kombe. Kwa hiyo hata na Azam pia tarehe mbili huyo e, na namkabili, lazima ni mkong'ote huyo huyo tarehe mbili. Ndio maana umeona leo wachezaji wamepumzishwa, kuwekwa energy ya kutosha, ndio maana hata alivyoanza kuongoza streka kaamua, sasa nyie twendeni mkarilax tu, hawa hawana uwezo wasiye kutupiga nne hapa, waingie wao au watupige tatu bila, hawawezi kwa hiyo twendeni tukacheze mpira tu relax hivi, baadaye mwisho akaja akawapa, hebu tufungukeni tu zile dakika sabini na tano saba tufungukeni, ukaona mwanje mwanje watu na nani, uso anataka kuua mtu kibu, unamwona anaingia mpaka kwenye kitovu, kila mtu anafanya balaa eh. Kwa hiyo ina maana sisi wana Simba hatunyongei kwa hili, kwenye hili pia tunafurahi, kwa sababu mechi inayokuja Tabora tutaenda na TRA tutaenda hey, kuzidi kuangalia ufundi wa kocha matatu. Mfungulie mwenzako, mfungulie mwenzako kwanza.